Ni Ijumaa ya tarehe 22 mwezi Julai, mtazamaji popote ulipo ulipo, tumaini langu unaendelea vizuri pale popote ulipo, niche Silvano Kaela, moja kwa moja nikukaribisha katika kipindi cha Mlimani leo, kipindi kinachokujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa, ambapo tumekuwa tukiangalia mambo mbalimbali ikiwemo uh, yale yaliyojiri kwenye magazeti mbalimbali, lakini pia jahala, kwa maana ya kwamba tunaita wageni mbalimbali kwa ajili ya kufanya mazungumzo uh, kwa mada ambazo tunaziandaa ikiwemo za kisiasa uchumi na masuala mengine ambayo yanahusiana na jamii, lakini pia habari za kimataifa pia tunakuletea ambazo zimekuwa chachu ya wewe kujua nini aa kinaendelea ulimwenguni. Mimi naitwa Silvano Kela kama nilivyokujuza hapo awali, moja kwa moja nikukaribisha katika sehemu ya semavyu magazeti, lakini kabla ya kukuletea sehemu hiyo nikudokeze tu kwa miongoni tutakayokuwa nayo siku hii ya leo. Nitakuwa na semavyo magazeti ambapo nitakusomea hivi punde, lakini pia katika jahala sehemu ya kwanza nitakuwa na watu kutoka en, enredo ambapo nitakuwa nitakuwa naye hapa, uh, nitakuwa na kutokaana na, na, na Steven Mrigi ambaye ni mwenyekiti wa enredo, lakini pia Karen Mpangala ambaye ni afisa uhamasishaji vijana kutoka enredo. Tutafahamu pia enredo ni taasisi ambayo inajishughulisha na mambo gani, na katika jahala sehemu ya pili nitakuwa na Ana Mwila. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Msingi wa mazungumzo yetu itakuwa ni kufanya tathmini na kuangalia mwenendo wa serikali ya awamu ya tano, ikiwa yeye kama miongoni mwa viongozi wa juu kabisa wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia aliwahi kugombea uraisi kupitia chama cha ACT Wazalendo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Basi moja kwa moja nikupeleke kwenye yale yaliyojiri kwenye magazeti mbalimbali mbali na nianze na gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika mkurugenzi mpya atia doa, wateule wa JPM alihukumiwa kifungo mwaka jana, asema waliotoa habari wamechelewa. Kafu yasema Maalim Sefu yupo mahakama ya kimataifa. Uh, kuna habari nyingine ambayo inasema ulinzi mkutano mkuu wa CCM haijapata kutokea. Uh, licha mkutano mkuu maalum wa CCM utakaofanyika kesho uh, kuwa na ajenda moja kumchagua mgombea pekee wa nafasi ya mwenyekiti, hali ya ulinzi mjini hapo imekuwa si ya kawaida kulinganisha na mikutano mingine. Huu mkutano ni wa pili kwa takriban mwaka mmoja kwa CCM kufanya mkutano wa chombo hicho kikuu cha uamuzi baada ya kuendesha mkutano mkuu ambao waliopitisha jina la Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea wa uraisi Julai mwaka jana na kuna habari nyingine unasema kampuni za himizo kujitokeza top, uh, top, top, top, top 100 ambayo ni, eh, ni ni kama mia moja bora. Uh, lakini kuna habari nyingine ambayo inapatikana ukurasa wa sita. Tanzania yahadharishwa kuhusu deni lake la taifa. Mahakama ya ufisadi sasa yasubiri kanuni. Habari picha inaonyesha, eh, inaonyesha walinzi E, wa rais John Magufuli na rais wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein akipiga saluti kabla kuanza kwa kikao cha kamati kuu mjini Dodoma. Kulia ni mwenyekiti wa CCM rais mstaafu Jakaya Kikwete. Habari picha kama inavyoweza kuonekana katika kurasa mbele kabisa magazeti hili la Mwananchi. Gazeti la habari leo lenyewe lime, limeandika JK akata mzizi wa fitna, asema ajenda mkutano ni moja tu, kumchagua Magufuli, atupia dongo waliohujumu chama hicho. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili, lakini kuna habari nyingine inayosema viwanja laki tatu makazi duni kupimwa, daa ni mkakati kurasimisha ardhi kuwezesha wananchi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Udumavu, Rukwa. Rukwa inaonekana kuwa pamoja na wingi wa chakula inaongoza kwa kuwa na watoto wenye udumavu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne mwa gazeti hili la Habari Leo. Utafiti uliofanywa umebaini kuwa harufu ya kuku ni kinga na tiba dhidi ya malaria. Lakini kuna habari ya michezo balimbali, inasema kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuondoka leo asubuhi kuelekea Ghana, bali inapatikana kurasa ya thelathini na mbili, tutaiangalia tutakapofika katika kurasa za michezo. Lakini habari picha inamuonyesha mwenyekiti wa CCM ambaye amemaliza muda wake Rais mstaafu Jakaya Kikwete akisisitiza jambo kwa katibu mkuu wa chama hicho Abdulrahman Kinana, wakati akikagua ukumbi mpya wa mkutano wa chama hicho ambao utatumiwa na mkutano mkuu maalum wa CCM mjini Dodoma. Habari picha kama anavyoweza kuonekana kwenye ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Habari Leo. Nikiweka kando na kutana na, na, na, na kutana na gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu ambalo lenyewe limeandika mabilionea wa sukari waibeba CCM, wagalimia mkutano mkuu kulipa madeni kutokana na uchaguzi. Wanakafu kumfuata IGP Mango, habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Polisi, vinara uvunjaji wa haki za binadamu, habari inapatikana ukurasa wa tatu, na hii ni ripoti ya LHRC, a, kituo cha haki za binadamu. Chadema asema tutapigania katiba mpya, habari ambayo inapatikana ukurasa wa tano. Uh, wananchi wachoma magari la polisi, habari inapatikana ukurasa wa tano pia. Eh, na sasa tuangalie habari picha, ambapo habari picha inaonyesha mwenyekiti wa CCM Rais Mstaafu Jakaya Kikwete aki eh, akifungua kikao cha kamati kuu ya chama hicho mjini Dodoma. Kushoto ni Rais Magufuli, e, eh, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Mohamed Shein na kulia ni mwenyekiti wa CCM Philip Mangula, mwenyekiti wa CCM Bara Philip Mangula na katibu mkuu wa CCM uh, Abdulrahman Kinana picha kama inavyoonekana katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Nipashe wataisoma, namba damu mpya kutawala. Wanasheria wapingana kufutwa vyeti vya wahitimu vyuo vikuu. Kafu kumfanyia fujo IGP, zikiwa zimepita siku tano tangu mkuu wa jeshi la polisi IGP Ernest Mangu kutangaza kusudio la kumfikisha mahakamani Maalim Seif. Habari hii inapatikana ukurasa wa nne. Aokolewa na mbwa mdomoni mwa chui ni makanga ma, makanga mandazi mwenye umri wa miaka 32 ambapo amenusulika kuuawa na chui. Habari inaendelea katika ukurasa wa 12, lakini lakii uh, habari picha inamwonyesha rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli akipiga pushapu na hii ni picha ambayo ilikuwa imesambaa sana kati wa kampeni kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kama unavyoweza kuona hapa huku ikisindikizwa na habari ambayo nasema wataisoma namba damu mpya kutawala. Gazeti la Majira kafu wampa salamu wa IGP ni kuhusu kauli ya kukamatwa Maalim Seif, wakamilisha taratibu za kufungua kesi ICC. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Kimbisa, sema sikupinga uteuzi wa Magufuli CCM. Habari nayo inapatikana ukurasa wa 4. Yekea sema CCM haitakufa ipo imara, adai walioandaa rambirambi wameumbuka. Dovuto ya msifu JPM au pongeza uteuzi wa Mrema. Na habari picha inaonyesha inaonyesha rais eh, Dr. John Pombe Magufuli akisalimiana na wanachama wa CCM wakati wakiwasili katika makao makuu ya chama hicho mkoani Dodoma ili kushiriki mkutano mkuu wa kamati hiyo, uh, kamati kuu ya CCM ambao umeandaliwa kumradi, ambao umekuwa ukiongozwa na mwenyekiti wa CCM taifa Dr. Jakaya Kikwete ili kupendekeza jina la Dr. Magufuli kuwa mwenyekiti wa chama hicho uh, jambo ambalo litawasilishwa kwenye halmashauri kuu ya taifa baada ya kupelekwa katika mkutano mkuu Julai 23 mwaka huu. Habari picha kama unavyoweza kuiona hapa, ambapo uh, wanachama wakimlaki rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, uh, Dkt. John Pombe Magufuli. Gazeti la jambo leo lenyewe limeandika uh, wamchukiao JPM leo watamshukuru kesho. Maalim Seif asema sitishiki na jeshi la polisi. ni katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamadi ambapo amesema atishu na kauli ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Ernest Mangu kwa jeshi hilo litamkamata na kumfikisha, kumfikisha mahakamani kwa uchochezi. Makala maalumu ya mapango ya Amboni Tanga, habari inapatikana ukurasa wa nane. Kinana pasi wa kichwa CCM. Raia Lindi wachoma gari la polisi. Rais wa Uturuki atangaza hali ya hatari, habari hii ya kimataifa ambayo inapatikana ukurasa wa kumi na sita. Habari picha mwenyekiti wa CCM Rais Mstafu Jakaya Kikwete katikati akikagua jana yani, ukumbi wa mkutano wa Dodoma uh, Convention Center ambapo ambamo mkutano mkuu maalum wa chama hicho utafanyika kesho. E, kulia ni katibu mkuu wa CCM Abdulrahman Kinana na kushoto ni katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Nape Nnauye, na habari picha e, kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili la Jambo Leo. Tuangalie gazeti la Mwanasporti ambayo lenyewe limejikita katika kuandika habari za Uh, michezo na burudani. Tukianza na ukurasa wa mbele kabisa, Kevin Nyondani amuonyesha cha moto beki mpya Yanga, habari hii inapatikana ukurasa wa pili. Wenga cho aichomolea England, Gudiola gudio Fresh. Eh, Gudiola Pressure. Simba ya Moro, mtashika adabu. Malika Ndeule atua wa wawili watimuliwa. Pogba, vunja rekodi. Tukiangalia kwa upande wa habari za kimataifa, wanasema deal done. Yeye ni inamhusu Paul Pogba ambaye ni, ni mchezaji wa Juventus na sasa amehamia Man United. Gazeti gazeti la jambo leo la jambo upande wa michezo lenyewe limeandika silaha mbili Simba zaondolewa kambini Moro, Azam FC kui, kuiendea Yanga Zanzibar Jumatatu. Busu kuikosa Medeama FC Jumanne. Nne uh, lakini gazeti la majira lenyewe limeandika limeandika Pruim kuongezea ula Yanga. Kaseke Buso mwash, Mwashuya kuikosa Medeama. Kapombe arejea na matumaini Azam. Runi aingia mchecheto. Gazeti la Mwananchi, Prui mwapania rekodi ya Sianga, lakini kuna habari nyingine ambayo inasema fagio la kocha Simba lazoa wawili wa kigeni. Gazeti la habari leo, sajili wampa pressure Runi Man United, Bagamoyo marathoni walia na udhamini. tutawafunga kwao ni maneno ya yanga yao Timu za Pemba zachemka ligi kuu Zanzibar, mgosi angbani wa mkubale, mogo mkwasa ivutia pumzi Nigeria, lakini habari nyingine nasema Yanga mguu sawa Ghana. Uh, sputanza nasema Yanga malizeni utata wa kesi, na gazeti la Nipashe lenyewe limeandika Simba ya tema mapro wa nne, kampuni ya ibulu za TFF mahakamani. Uh, na habari nyingine nasema Yanga waacha wanne kiwafuata mede ama Mtazamaji uh, na huo ndio mwisho wa sehemu ya semavyo magazeti uh, na sasa nikupeleke studio kwa matangazo mafupi, lakini kileje hapa nitakukaribisha katika jahala sehemu ya kwanza ambapo nitakuwa na wadau kutoka Enredo uh, tutafahamu pia uh, nini um, uh, Enredo anajishughulisha na nini, lakini msingi wa mazungumzo yetu itakuwa ni vijana na ujasiriamali. Mimi naitwa Silvano Kaela.